Sasa tuangalie kitu cha mwisho ambacho ni maboresho ya rangi. Kwa hiyo nikija katika window nitabadilisha workspace, alafu nitachagua color. Sasa nimechagua workspace ya color, lakini naona kwamba kama nipo katika essential graphics, lakini kumbe huku juu inaonyesha kwamba kuna lumetri color. Sasa hapa ndipo utakuwa unafanya maboresho ya rangi Kwayo endapo kwamba hata hii lumetri kala kwa mfano haipo, umekutana na hii tu maanake hapo kuna mkono wa mtu ambao umepita. Utakachokifanya ni kuja katika window workspaces, alafu utachagua kala, alafu uta reset to saved layout, maanake ni kama una restore ile setting yake. Kwayo huu ndio mwonekano halisi wa workspace ya kala. Katika kufanya maboresho ya rangi kuna vitu vikuu viwili. Kitu cha kwanza ni maboresho ya rangi zenyewe ama color. Kwa hiyo hii inatokana zaidi na settings za kamera kwa mfano inawezekana kwamba white balance imewekwa white balance sio? Kwa hiyo ni asubuhi lakini unaona kama jioni. Kwa hiyo hapo unaweza kuja katika sehemu ya temperature, na kila ukienda upande wa kushoto huku utakuwa unaifanya video yako iwe kama na athari ya baridi baridi. Kwa mfano kama ni jioni unaweza ukaona kama ni asubuhi, au unaona kama mazingira ya baridi kabisa. Kwa hiyo huku tumeweka blue, lakini tukija huku, manake unazidi kuiona ile picha yako kama jua linazama au vipi, manake huku tunaweka rangi ambazo zinahusiana na jua. Sasa utakuwa unafanya maboresho ya rangi kulingana na ile story yako, unataka vipi ichukulike. Kwa hiyo mwanzo ilikuwepo hapa, au kama umebadilisha huelewi unataka urejeshe mwanzo, unaweza kuja katika reset. Lakini kama unataka urejeshe kitu husika una uwezo wa kubonyeza mara mbili katika hichi kiduara. Na itarudi kama mwanzo. Kwa mfano hapa naongeza temperature kidogo katika sehemu hii. Kwa mfano, kama video yako unaona kama kuna rangi ya zambarau ime imezidi, una uwezo wa kuipunguza na kuipeleka katika kijani. Lakini hapa sitorekebisha chochote. Katika saturation hapa utakuwa unakozesha ile rangi yako, kwa kila rangi itakuwa inakoza. Kwa hiyo ukipeleka mpaka mwisho huku, unaona kwamba rangi zinakoza, lakini tukipeleka huku, tunaifanya ile video yetu isiwe na rangi kabisa, maanake unaweza ukaipeleka mpaka kwenye black and white. Ukija katika exposure hapa, kama picha yako itakuwa ina mwangaza mdogo, utakuwa una uwezo wa kuiongeza hapa. Kila nikienda kulia, mwangaza unazidi kuwa mwingi. Sasa hapa naweza nikaongeza kidogo. Kwa mfano, katika sehemu ya contrast, tutakuwa tunang'arisha zile rangi zetu. Kwa hiyo unaweza kuongeza contrast. Ukipunguza, rangi zako zinakuwa hazing'ari. Kwa hiyo ukiongeza kidogo. Kwa hiyo wakati wa kufanya editing, hapa hakuna vipimo rasmi isipokuwa utakuwa unafanya kulingana na ile picha yako unavyoiona. Katika highlight hapa utakuwa unapunguza kama video yako ilikuwa inang'ara sana, au kuna mwangaza mkali, kuna vitu havionekani vizuri. Kwa hiyo hii highlight itakuwa inaweka sawa. Shadow hii itakuwa kama kuna sehemu kuna kivuli, itakuwa kama kinaondolewa. Kwa hiyo ukipeleka huku utakuwa unaondoa kivuli unaona kwamba chini ya mti hapa hapa ndipo utakapoweza kuona zaidi. Kwa nikipeleka huku, unaona kivuli kinaongezeka, lakini nikipeleka huku kwa mara nyingi, kama picha itakuwa inagiza giza, unaweza ukaondoa vivuli. Na hii white itakuwa inang'arisha ama inacheza na zile sehemu ambazo zinang'ara zaidi katika picha yako, kwa ukipeleka huku na hii sehemu ya black itakuwa unakozesha katika ile sehemu ambayo ina rangi nyeusi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukatiza navyo, lakini kitu cha kufahamu ni kwamba hii Lumetri Color ama kuweza kufanya maboresho ya rangi, pia tutakuwa tunafanya athari ama tuna add effects katika video zetu. Kwa hiyo kwa mfano tukichagua ile clip yetu halafu tukija katika effects control, tutaona kwamba tuna Lumetri Color pia ni athari ama effects. Huu ndio mwisho wa sehemu hii. Usikose kuangalia sehemu inayofuata. Usisahau kulike, kucomment na kushare. Tutaonana katika video ijayo.